Najiuliza, ni maneno tu ndio yamemzuia sende kanisani? Ni maneno tu ndio yanamkatisha tamaa sende kanisani? Lakini nimezungumza, si kwamba katikati ya maneno yoyote, si tu maneno, kuna kitu ambacho kiko nyuma ya maneno, kuna silaha ambayo inasukuma hayo maneno. Hata Yesu alizungumza kwamba maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo maneno ambayo Yesu alikuwa anayaana watu kwa watu kwa wanafunzi wake hayakuwa tu ni maneno. Hata yeye mwenyewe anasema maneno haya ni waambiayo ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo kama maneno ya Yesu, nyuma ya hayo maneno ya Yesu yana roho na nyuma ya hayo maneno ya Yesu yana uzima, maana yake kuna maneno ambayo nyuma yake yana mauti na nyuma yake yana roho pia, hiyo roho imebeba mauti. Ndio maana ukisikia hayo maneno unazofika ukisikia hayo maneno na kata tamaa. Kwa hiyo wasingiziaji wana nguvu ya kuweka maneno hayo, maneno yanabeba mauti ya kuharibu kitu. Maanake hata kama kitu kilikuwa vizuri, kuna maneno yaliyosukumwa nyuma. Kuna watu ambao wanaduizia maneno yao, maanake kwamba moja, nitamke jambo fulani. Nikitamka hili jambo, watu watasambaratika, watu wataumia. Si tu maneno yale yani, maneno nyuma yana kitu kingine. Ndio maana Yesu anasema maneno ni waambiayo ni roho tena ni uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mithali 18:21 18:21, Biblia inasema hivi mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao kula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Maanake ulimi wangu, ulimi wako, mtu wa Mungu, umebeba mauti na uzima, na ulimi wako ndio ambao unatoa maneno. Manake kama unatoa maneno, ujue maneno yako yanaweza yakabeba uzima au mauti. Kwa hiyo kupitia ulimi wangu mimi, kupitia maneno ambayo ninayatamka mimi wewe binafsi ndio ambaye unaweza ukaamua utamke uzima au mauti, lakini ulimi wako unaweza ukatamka laana, unaweza ukatamka baraka. Maana yake una kitu ambacho unaweza ukatamka huko. Bwana Yesu asifiwe, amen. Hmm. Na mtu mmoja alizungumza kipindi fulani, anasema baba amebeba baraka, yaani baba ana uwezo wa kumlaani mama na uwezo wa kumlaani mtoto endapo mtoto atamfanyia kitendo kibaya. Yaani baba wewe, ukitamka tu kitu kwamba sawa, tutaona kama utafika kokote, maneno ya baba yatamlaani yule mtoto. Ila mtoto akimuonesha mama maswala mabaya mabaya, mama tu kule kuhuzunika inakuwa ni laana, lakini kinywa cha baba yeye akishatamka kinaharibu maisha ya mtoto lakini mama vile atakavyotendewa na watoto wake vile watoto wake wanavyomuonyeshea vitu, na akisha kasirika tu, hata asipotamka chochote, inakuwa ni laana kwa watoto. Ndio maana Biblia inazungumza mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo ulimi wetu, ulimi wako, mtu wa Mungu, umebeba mauti na uzima. Sasa yote haya nimezungumza, ili kukuonesha ya kwamba wasingiziaji au usingiziaji pia umebeba hicho kitu, umebeba mauti na uzima, nyuma umebeba mauti. Ndio maana mtu akisikia kwamba amesingiziwa jambo anaumia, analia kwamba kwa nini wamenisingizia hivi. Kuna watu ambao wanasingiziwa vitu. Hujawaiona watu wamesingiziwa vitu, alafu hicho kitu alichosingiziwa kinapata nguvu kubwa? Ni kwa sababu ule usingiziaji, yale ya maneno yamekuwa na roho nyuma iliyosukuma hicho kitu kwa hiyo si tu alisingiziwa, lakini wale watu waliomsingizia, kwa maneno. Kwa sababu usingiziaji wowote unahusisha maneno. Kama mtu anasema wamenisingizia, kama mpaka amefikishwa mahakamani, amesingiziwa, maana yake kuna maneno fulani ambayo yalitembea. Hayo maneno yalikuwa na nguvu fulani ambayo yakatengeneza ushawishi. Kwa hiyo usingiziaji upo katika ndoa, upo kwenye familia, upo katika amani ya familia. Kuna wakati familia ina amani, kuna usingiziaji, kuna uvumi tu unatokea ambao unaleta maneno ambayo yanaweza kuharibu hata familia. Kwa hiyo usingiziaji ni zambi ambayo inakuwa imevaa vazi la maneno ambayo ndani yake umebeba roho no ya uharibifu. Ndio maana tumeona kule juu kwenye Ezekieli kwamba wanaeneza maneno ya uongo ili kumwaga damu. Kwa hiyo wasingiziaji, manake ndani yake ni silaha ambayo inamwaga damu. Bwana Yesu asifiwe, yeah. Usingiziaji, mtu wa Mungu, ni kazi na roho ya shetani. Ukiona mtu anasingizia, anasingizia watu, anasambaza masuala ya usingiziaji, ni kazi na roho ya shetani. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na mbili na ule mstari wa kumi, Biblia inasema kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa kumi Biblia inasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa mshtaki kwa ndugu zetu, yeye awas